Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa ishirini na nne zijazo. Na tukianza na mifumo ya upepo nashoanataaja kuvuma kwa kasi ya kilomita thelathini kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hali ya bahari inatajwa kuna mawimbi makubwa, na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita mbili vinatajwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini. Hivyo wakazi wa maeneo hayo na utumiaji wa bahari, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa. Na mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha upungufu wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini, na hali ya ubaridi bado inaendelea kutarajiwa katika maeneo mengi, na kiwango cha chini cha joto kinatarajiwa kuwa nyuzi joto nane katika mkoa wa Njombe. Hivyo basi kwa usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mwengo kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache, wakati maeneo mengine ya nchi yanausalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mwangu kiasi pamoja na ukavu kwa ujumla. Lakini kwa hapo kesho ni matarajio yetu kuwa mkoa wa Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mwangu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua, wakati maeneo mengine ya nchi yanausalia, maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mwangu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Kufuatana na utabiri wa hali ya hewa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini: Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto ishirini na mbili. Dodoma kiwango cha chini cha joto kinatajwa kuwa nyuzi joto kumi na tano. Mwanza kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na tisa. Kilimanjaro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na nane. Mbeya kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi. Morogoro kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na sita. Arusha kiwango cha chini cha joto kinatajwa kwa nyuzi joto kumi na tatu. Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa na Rebecca William. Tukutana hapo kesho muda wakati kama huu.